Habaza Yesu kwangu sana. Sikiliza ukweli, tuweze kuangalia maneno machache ambayo mtumishi wa Mungu Mika aliyaongea, ambayo wenafanana na watunayoishi odoni ya sasa. Tunaposoma kitabu cha Mika fungu lake la kwanza anasema, ole wangu mamangu, maana mimi ni kama hapo walipokwisha kuyachuna matunda ya wakati wa hali kama zabibu zichumwavyo baada ya mavuno, hapana shanda la kuliwa. Roho yangu inatamani tini ivayo kwanza. Mtu amchae Mungu ametoweka, asionekane katika nchi, wala hapana kup... mtu mwenye adili katika wanadamu wote, huotea ili kumwaga damu, kila mtu umwinda dugu yake kwa wavu. Asa, hii inatoa picha ya dunia tunayoishi wakati huu ambao ina hatari nyingi sana kama vile mtumishi wa Mungu Paulo alivyosema katika kitabu cha Timotheo kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Anaongea mambo mengi ambayo yanayoendelea katika dunia sasa na ni kabisa sasa dunia imekaa hivyo. Kwa hivyo sasa anasema kwamba watu mtu ambaye anayemcha Mungu duniani ametoweka kabisa. Kwa sababu unapoangalia pale inasema mikono yao ina, inashika mabaya ya wayatende kwa bidii. M mtu mkuu huomba rushwa, kadhi ka yu tayari kuipokea. Mtu mkubwa bwa hunena madhara yaliyomo moyoni mwake haya hayo, hivyo ndivyo wafumavyo hayo pamoja. Mtu aliye miong mwema miongoni mwao ni kama mbigiri, mtu aliye mwenye adiri miongoni mwao ni mbaya kuliko mboma la mchongoma hiyo siku ya walinzi wako yaani, siku ya kujiriwa kwako imefika sasa, kutakuta kutatokea kufadhaika kwao. Hapa tunaona kwamba dunia wanadamu wamebadilika kabisa. Unaona kila mahali watu wa mambo yameharibika. Unapoenda kwa ofisi kusaidia kuomba msaada ambao ni haki ya mtu, unaomba rushwa. Rushwa hiyo, ndivyo ndivyo dunia ilivyo sasa. Unapoangalia, unapoenda fanya jambo lolote, gari linapopita barabarani, watu wanaomba rushwa. Na hii jambo imesemekana ime vizuri sana katika maandiko kwamba hata watu wakubwa wanaongea maneno madhara ma ambayo yaliyo moroni mwao, na ndio naona kwamba kwa dunia asasa, ya sasa mambo yanaendelea mambo kama hayo tunayoaona vizuri vile yanavyoendelea, ya kumaanisha kwamba ana, alikuwa anaongea kuhusu siku hizi za mwisho, siku ambazo ziko na hatari nyingi. Hapo unapoteremka inasemekana kwamba mambo yatakayokuwa na shida sana ni yale ambayo yatakakuwa katika boma za watu, kwamba watu watakuwa wana wanafanya wana, wana kinyume cha vile mambo ya na, Mungu amesema katika boma zetu. Ngapo angalia maandiko matakatifu yametoa me, sheria tatu ambazo zinasimamia familia. Mke ameambiwa am, amtii mume wake. Mume ameambiwa am, ampende mke wake. Naye mtoto ameambiwa ameheshimu baba. Na mambo haya tunaona kwamba kabisa yamekataliwa duniani. Kila mtu anapita njia yake. Mtoto hayamheshimu, hayaheshimu wazazi. Na hata mambo mengi yanayofanyika katika dunia. Na maandiko yamesema vizuri sana kwamba yeyote ambaye mlaani mama yake ama baba yake, maandiko yanasema afe. Lakini sasa siku hizi watu hawaogopi, wanafanya kama vile mtu anavyotaka, kudharau wazazi na mambo mengine kama hayo, ambayo yameleta dharana dunia ambayo tunayoishi. Kwa hivyo tunapoangalia dunia sasa tuweze kurekebisha, ndio Mungu naye awe karibu na sisi, tunapoishi katika dunia hii ya siku za mwisho, ndio Yesu atakapokuja tupatikane katika ufalme wake.